So, mambo vipi? Karibu tena kwenye chaneli hii ya Kipato Digital TZ. Na leo nimekuletea majina mengine mapya kabisa ya walioitwa kazini baada ya kufaulu sahili. Usahili uliofanyika mwaka huu mwezi wa pili hadi mwaka jana mwezi wa tisa. So, kama ulifanya kwenye kipindi hicho kati ya mwezi wa tisa mwaka jana hadi mwezi wa pili mwaka huu, hakikisha unafuatilia video hii hadi mwisho, kwani unaweza kwa ukakuta ume Uwa miongoni mwa hawa ambao wameitwa kazini siku ya leo jioni hii, na nukuu kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Raisi, Sekretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Tangazo la kuitwa kazini. Katibu wa Sekretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma anapenda kuwataarifa waumbajikazi wa nafasi mbalimbali waliofanya usahiri kati ya tarehe mwezi 2024 na na tarehe 18 mwezi wa pili elfu mbili ishirini na tano kuwa matokeo ya waombaji kazi waliofaulu usahili huu ni kama yalivyoorozeshwa katika tangazo hili. Orodha ya majina haya pia inajumuisha baadhi ya wasailiwa waliokuwa kwenye kazi data, yani database kwa kada mbalimbali, ambao wamepangiwa vituo vya kazi baada ya nafasi kupatikana. Waombaji waliofaulu sahili wanatakiwa kuchukua barua za kupangiwa kituo cha kazi katika ofisi za Sekretariat ya Ajira katika Utumishi wa Umma zilizopo katika Chuo Kikuu cha Dodoma, yani Udom, kwenye majengo ya Dr. Asha Rose Migiro, masijara ya wazi ndani ya siku saba kutoka tarehe ya tangazo hili. Na baada ya hapo, barua ambazo hazitachukuliwa na wahusika zitatumwa kupitia anwani zao za posta. Aidha, waombaji kazi waliofaulu usaili na kupangiwa kituo cha kazi wanatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa kwenye barua za kupangiwa kituo cha kazi wakiwa na vyeti halisi vya masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea ili vihakikiwe na mwajiri kabla kupewa ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usahili, hivyo wasisite kuomba kwa mara nyingine nafasi za kazi zitakapotangazwa. Orodha ya majina ya walioitwa kazini siku ya leo ni kama ifuatavyo, walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu, afisa muuguzi msaidizi daraja la pili, majina ni Magrita Valentini Fiita, Veronika Legenadi Msambo, Mariam Saidi Ndege, Odeta George Kasaiza, amidu saidi magea mawazo martin Faustini, Aileen simbo kimaro Happy gibson njowera mateo faida mchonga lilian kokushekia adriani Christian cipliani gualtu na faidha abdalah asalumu walioajiriwa wa halmashauri ya wilaya ya kishapu mfamasia daraja la pili jina ni Jacqueline damas talimo walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu mteknolojia maabara jina ni Moses Gaudens Kaje. Walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu mteknolojia msaidizi daraja la pili majina ni Losmeli Blasius Mgina, Filomena Zakaria Chikongoye, Ephraim Christopher Chaz. Walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu tabibu daraja la pili majina ni Johanes Tomas Mpanga, Fatima Salum Saidi, Judith Simon Mwaijibe, Belina Filberti Gavuma, Muhamedi Ahmedi Isa, Daudi Msafiri Mwalile, Frida Simone Mchuma, Edina Yusufu Nyakaji, Samson Alex Mbulahona na William Bonifasi Siengo. Walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Kishapu, mwalimu daraja la 3B somo la fizikia. Jina ni Shija Siasa Milolelo, walioajiliwa alimashauri ya wilaya ya Kishapu, mwalimu daraja la tatu a. Hey, majina ni Paulo Po Egno Mlaponi, Abilius Wilbrod Aprenali na Adelinus Adelinus Kakulu Johannes, walioajiliwa alimashauri ya wilaya Newala, mfamasia daraja la pili. Jina ni Mchambi Chazi Shimo, walioajiriwa halimashauri wa ya wilaya ya Newala, msaidizi wa afya. Jina ni Kasongo Tofik sa Adara, walioajiriwa halimashauri wa ya wilaya ya Newala, mteknolojia msaidizi daraja la pili. Jina ni Nyamiz Chazi Luswaga, walioajiriwa halimashauri wa ya wilaya ya Newala, mwalimu daraja la tatu C, somari sabati jina ni Mtabihilil, Mtabihilwa Tadeo Bya Mungu walioajiliwa halmashauri ya wilaya Newala mwalimu daraja la tatu c somo la kemia. Jina ni Dawsoni Kalekenye Nyuguta walioajiliwa halmashauri ya wilaya Wangingombe mwalimu daraja la tatu b somo la baolojia. Jina ni Elizabeti Timotheo Katani walioajiriwa halimashauri ya wilaya wa Nging'ombe mwalimu daraja la tatu A. Jina ni Kadudu Israeli Lemenga, walioajiriwa halimashauri ya wilaya wa Nging'ombe tabibu daraja la pili. Jina ni Yethro Adram Aroni, walioajiriwa halimashauri ya mji wa Njombe msaidizi wa mifugo daraja la pili. Majina ni Zilfa Rashidi Mlema na Flora Benoni Lulinga. Walioajiliwa halimashauri ya wilaya ya Tandaimba mwalimu daraja la 3C si, somo la Kiingereza majina ni Faraji Simon Sonza na Abrazaki Sadara Kabugu. Walioajiliwa alimashauri ya wilaya ya Tandaimba ni teknolojia msaidizi daraja la pili jina ni Paulo Festo Chambira walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Tandaimba, mwalimu daraja la tatu A, majina ni Pasco Filipo Kalungubale, Jese Johanes Joasi, Msadi Salumu Komba, Ahmedi Yasini Hamidu na Isak Selemani Kinjanga, waliwajiliwa halmashauri ya wilaya ya Tandaimba, tabibu daraja la pili Jina ni Livingstone Jackson BC. Walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Mbalali, legal officer. Jina ni Kelvin Jola Mchazi. Walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Mbogwe mwalimu daraja la tatu B, somo la biolojia. Jina ni Limba Gervasi Kiila. Walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Mbogwe mwalimu daraja la tatu C, somo la fizikia. Jina ni Baraka Dawson Pesha, walioajiriwa halmashauri ya wilaya ya Mbogwe, mwalimu daraja la tatu a hey. Majina ni Stefano Lukwalo Mkazeni, Thompson Ayubu Yona na Edward Selestini Emmanuel, walioajiriwa Tume ya Utumishi wa Walimu TSC, records officer Jina ni Paulino Risoni Kalinga, walioajiliwa tume ya utumishi wa walimu TSC, msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili. Majina ni Velediana Erasto Emili na Janet Richard Lukui, walioajiliwa halmashauri ya wilaya ya Pangani, tabibu wa kinywa na meno daraja la pili. Jina ni Juma Bakari Changale, walioajiliwa halmashauri ya wilaya Newala. Tabibu daraja la pili, majina ni Viviani Lebison Mushi na Serafina Jakobo Senge. Imetolewa na katibu, Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma. Mwisho wa kunukuu. Hayo ndio majina ya walioitwa kazini awamu hii. Kama hujasikia jina lako, endelea kuwa na subira na hakikisha umesubscribe channel hii na kuwasha sehemu ya notification, ili usipitwe na uwe wa kwanza kupata posti zote ambazo zinapostiwa kwenye channel hii, zikiwemo posti za wanaoitwa kazini kila siku. Utazipata punde tu matangazo hayo yakitoka. Kwa leo sina la ziada, basi tukutane posti ijayo.